hajapatwa kufanywa na rais mwingine yoyote yule, hii barabara unaoizungumzia. Tangu tumepata uhuru tumekuwa tunalalamika swala la lami. Ndiyo. tunamshukuru marehemu Rais Magufuli akatupa kilomita 50. Ndiyo. ambazo zilikuwa haigusi Tandaimba. Ndiyo. lakini Rais Samia kwa kujua wazalishaji wakubwa wa korosho ni sisi watu wa Tandaimba na Newala, hmm. akasema sasa hawa ni wakati wao. Sasa sisi tukupe tu assurance kwamba tunapokwenda Oktoba, kama utahesabu, kura za rais mkoa wa Mtwara unakwenda kuongoza kutoa kura nyingi za Rais Samia.